Bwana mambo vipi mwana loco content? Najua unafahamu tunayapaswa kuizungumzia Red Devils, Manchester United. Niko na Musa Mwakisu, yeye ni mshabiki wa kandanda, lakini mshabiki wa United, lakini pia ni mchambuzi wa soka nchini Tanzania. Musa, jambo la msingi kabisa ambao nataka nifahamu toka kwako kwa Uh, Manchester dhidi ya Bilbao kwenye michuano ya usiku mdogo wa Ulaya, hmm. Manchester anakwenda kutoboa ya yeah, kwa jinsi ambavyo wamecheza michuano hii ya Ulaya msimu huu hmm. Ndio timu pekee ambayo haijapoteza katika mchezo wote ule wa wa ule ushindani kwenye vilabu vya bara la Ulaya, na kikubwa, unaweza kuona kwamba mchezo zidi ya Lyon ni kama vile ulitoa mwangaza wa msimu wa Manchester United kwa sababu tayari walikuwa nyuma kwa magoli manne kwa, kwa mawili, lakini ghafla wakaja kufunga mabao matatu na matokeo yake Manchester United wakaweza kuiondosha Lyon. Hata wachezaji wa Lyon wenyewe walikuwa hawaamini, na ndio maana hata kocha wao wakawa wanasema kwamba inawezekana labda walishangilia sana baada ya kupata bao lile la nne mm. Kitu ambacho walikuwa hawastahili labda kukifanya, lakini mara nyingi sana majuto ni mji kuu, na hii ni Manchester United. Manchester United kwenye historia imekuwa ikifanya comeback tofauti tofauti. Unaweza kukumbuka mchezo zidi ya PSG wakati wa Ole Gunnar Solskjaer, wakati watu wote walikuwa hawaipi nafasi Manchester United, wakaenda kuitoa PSG ya kina Kylian Mbappe kina Neymar, lakini pia unaweza kukumbuka mwaka tisini na tisa Manchester United dhidi ya ya Bayern Munich, Munich. Yeah. Lakini pia mchezo wa FA mwaka 99 Manchester United dhidi ya, ya ya Liverpool, lakini pia mchezo dhidi ya Arsenal kwenye FA, Ryan Giggs akifunga bao pekee la ushindi wakati Manchester United wakiwa pungufu wachezaji 10 mm. na finali pia FA dhidi ya Palace. Yes, no ndo ndo no, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwenye swali lako juu ya Manchester United msimu huu, mimi binafsi naamini kwamba Manchester United wanakwenda kutoa kombe la Europa Ligi na kukata nafasi ya kwenda katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya kutokana na kile ambacho alichokionyesha. Sawa, United wamekuwa na mapungufu ambayo wanaonyesha, lakini kuna nyakati unayoiona inaibuka tu ghafla, yale mazingira ya United yanakuja, lakini si United ile Premier ligi ya England. Lakini hii la Europa Ligi ni United tofauti, na ndio maana hadi sasa haijapoteza mchezo wowote kwao tunawaaminisha au tunawaambia washabiki wa Manchester kwamba tarehe moja na tarehe nane ya Mei Manchester anakwenda fainali. Ya, yeah, cha msingi tu watafune tambi zao lakini hmm, pia waandae bilauli yenye sharubati hmm, ya tende pale ambapo wanaitazama Manchester United. Najua watu wengi walikuwa na kimuemue Kwenye mchezo dhidi ya Lyon. Mimi binafsi sikuwa na, na shida yoyote, niliona kwamba huu ni mpira wa miguu, nikatulia zangu nikatazama kwenye televishen mpaka dakika ya mwisho. United wameondoka wame na ushindi. Wapo baadhi ya mashabiki wa Manchester United pale Old Trafford waliondoka uwanjani, lakini pia wapo baadhi ya mashabiki ambao walikuwa wanatazama majumbani walizima TV. Mimi mmoja wapo. La, lakini baadaye tena ulichokuja kukiona ni kitu tofauti. Kwa hiyo unaona kuna hisia fulani ambayo inapatikana wanapoitazama United kwenye Europa League. Sawa, kuna makosa yanafanyika, kina Onana wakina Maguire wanafanya, lakini pia kuna vitu chanya wanavyovifanya katika ile michezo. Lakini kwa performance yao ya Europa League, naona United wanakwenda kutoa taji hili la Europa Ligi. M niandikie maoni yako hapo chini, unafikiri United anakwenda fainali ya michuano hii ya Europa Ligi na kwenda kuchukua ubingwa na kuhakikisha kuwa anakwenda kucheza champions League msimu ujao maoni yako ni muhimu sana hawewe mwana loko hapo chini asante chao